Tunataka tulinde taifa letu la Kenya you know? E, saa zingine tunazembea, saa ile mambo imeharibika, tunatafuta mtu wa kulaumu. Tumesema ya kwamba maneno ya religious extremism ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie tumesema vile vile mambo ya vijana wetu wanaangaishwa. They are being terrorized. kule kwa social media na mambo machafu, mambo ya usherati, mambo ya pornography. Hiyo pia lazima tuzuie kama serikali, wale wanaendesha hiyo biashara ya kuumiza vijana wetu mpaka unakuta vijana wengi wanaenda wana commit suicide, wanajinyonga kwa sababu ya terrorism ile iko huko ndani ya mitandao. Lazima tuwazuie hawa watu, vile vile wale wanaenda wanatumia mitandao kuendesha ugaidi. We must also stand up to them and protect the nation, we must protect Kenya.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 kwa hiyo kazi hata nilikuwa nimevaa shati, nilikuwa naenda ukambani kwa mambo ya barabara. So i was on duty just like any other citizen. Hakuna kitu ya kuficha, hakuna kitu ya giza, hakuna kitu inafanywa usiku. We are doing the right thing for Kenya. We want to protect this nation from situations that undermine the well-being of the young people of our nation, the well-being of the people of Kenya. The security of the country na yale mambo mengine ambayo yatatusaidia. Wale wanaosema waseme ukweli, wawachane na porojo, wawache misinformation, wawache disinformation. Let us speak what is right.